Halmashauri Misungwi imekuwa halmashauri ya mwisho kabisa kwenye halmashauri za mkoa kwa miaka mitatu mfululizo. Na imekuwa ikipata ufaulu asilimia kati ya sitini na na nane na sabini hawavuki. Lakini mwaka jana wametoka asilimia sabini wakafika asilimia sabini na tisa na point. Kwa hiyo pandisha ufaulu karibu kwa asilimia tisa point kwenda asilimia pointu na ni halmashauri ya kumi kitaifa kwa halmashauri izoongeza ufaulu. Kwa hiyo leo walikuwa na shughuli hiyo ya kutoa zawadi, na mimi nimefurahi kwa sababu wadau wote wameitwa. Mimi kwenye zoezi la utoaji zawadi hii, mambo pekee nayoweza kusisitiza, kwanza niwaombe tuendelee kuboresha njia tulizozitumia mwaka jana zikatupa ushindi, tusiregee, tuziboreshe zaidi ili tuweze kufikia ishirini na tano, tuweze kuchukua nafasi ikiwezekana hata ya kwanza kwenye mkoa. Inawezekana kwa sababu ni mbinu zile zile, ni kiasi cha kuongeza nguvu. Lakini la pili ambalo nasisitiza ni ufundishaji. E, lazima walimu wafundishe, lazima wajifunze, na katika mazingira ambayo sasa tuna, tuna mtaala ulioboreshwa tumeanza kutekeleza. Lazima zoezi la ufundishaji na ufuatiliaji wa ufundishaji hasa kwa viongozi wa elimu lazima ufanyike vizuri. Kipekee namshukuru Mungu kwa sababu ninajua kazi hii siyo kazi rahisi, ni kazi ambayo Mungu akiingilia kati anatupigania, anatupa maarifa katika kufanya kazi hii. Kipekee vilevile naishukuru halmashauri ya wilaya ya Misungwi a, kwa kutambua na nafasi au jitihada ambazo walimu tunazifanya kwenye vituo vyetu vya kazi. Ah, vilevile namshukuru mshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuona kwamba ni namna gani ambavyo walimu tunaofanya kazi tuweze kupata motisha katika vituo hivi vya kazi tunavyofanyia kazi. Umepata zawadi karibia tano, ikiwemo cheti, mitungi minne ya gesi. Ni katika kupandisha ufaulu katika darasa la saba na darasa la nne 2024. Ni mshukuru Rais Samia Suluhu Hassani, kwanza amekuwa chachu katika maendeleo ya elimu. Anatujengea madarasa, anatujengea vyoo, watoto wanajifunza kwa ufanisi kwa sababu isipokuwepo miundombinu mizuri watoto wajifunzi vizuri. Kwa hiyo tunamshukuru Rais Samia kwa kuangalia jambo hili na kutuwekea miundombinu iliyo bora katika shule ili kudumisha ujifunzaji na ufundishaji katika shule zetu. Kuwapongeza walimu wa shule za msingi baada ya kufanya jitihada za maksudi kuweza kuongeza ufaulu katika matokeo ya mtihani ya darasa la nne, lakini alikadhalika mtihani wa darasa la saba tulikuwa asilimia sabini nukta tano kwa mtihani wa darasa la saba, lakini mpaka leo tunaposherekea hapa tumefika asilimia sabini na tisa. Kwao unaona kabisa ni namna gani walimu wameamua kufanya kazi yao kwa moyo na kwa jitihada zote kuhakikisha kwamba na sisi wilaya Misungwi tunatoka kule kipindi cha nyuma. Sasa hivi hakuna, kulikuwa na kinyago, sasa hivi tukasema hicho kinyago kiende kipeperukie upande mwingine. Tunaona katika upimaji wa darasa la nne, katika upimaji wa watoto wa darasa la nne tumesogea sana kutoka asilimia sitini na tisa mpaka asilimia themanini na nane. Sio kazi ndogo, maana yake kuna kazi kubwa imefanyika katika kipindi hiki cha mwaka mmoja, na tunaimani sana kwa mwaka huu ishirini ishirini na tano tutafanyika vitu vikubwa na tunatarajia tuna, tuna kuwa na asilimia kama sio 99 basi ifike mia moja. Lakini kipekee kabisa, yote haya yanafanyika ikiwa walimu wanafanya kazi kwa morali na motisha. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu tunaona sasa hivi walimu promotions zao wanapata kwa wakati ha, watu, na kwa maana ya mwajiri wao mkurugenzi, walimu wakienda likizo wanalipwa likizo kwa wakati na incentives zingine ambazo zinawahusu moja kwa moja walimu wanazipata kwa wakati. Nitoe rai kwa walimu, na leo nimesema pale ndani kwamba ambaye hatopata zawadi, maana yake sio kwamba ameshindwa. Hii kazi ni chain. Ukitoa chain moja, maana yake umekuwa umekata ule mnyororo mzima wa thamani ya elimu. Hivyo wale ambao hata hawatapata zawadi leo, wasife moyo, waendelee kupambana, kushikamana, ili na wao shule zao ziweze kunyanyuka na kuwa miongoni mwa shule ambazo tunatarajia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mwakani na wao waweze kupata zawadi.